Samia we. Kama unampenda Dr. Samia, punga mkono namna hii. Dr. Dr. Samia Samia we. Wanasema mikono oh, mikono hey. Mikono juu juu juu kama jamani. Dok. Asante sana ndugu zangu, awali ya yote Napenda kwanza kumshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema kwa kutuwezesha kuona siku hii ya leo tukiwa wazima na wenye afya njema na kukutana hapa kwa pamoja, wanawake wote kuweza kusherekea na kuadhimisha siku hii ya wanawake duniani. Pia napenda kuwashukuru nyinyi nyote mlioitikia wito huu na kukubali kushiriki maadhimisho haya kwa pamoja. Siku hii muhimu sana kwa wanawake. Ndugu zangu wananchi, kwanza kabisa pia napenda nimshukuru sana mkurugenzi mtendaji wa halmashauri hii kwa kuweza kuandaa tukio hili la siku ya wanawake duniani katika wilaya yetu ya Mafia, hasa katika kitengo chetu cha maendeleo ya jamii, lakini pia kama ambavyo mnajua siku ya wanawake duniani huadhimishwa tarehe 8 Machi kila mwaka, kwa lengo la kufanya tathmini ya mchango wa wanawake katika maendeleo ya jamii kwa ujumla na kutatua ufumbuzi wa changamoto mbalimbali mbali zinazowakabili wanawake. Sote tunatambua kwamba kila palipo na mafanikio zipo jitihada kubwa za mwanamke zinazosababisha mafanikio hayo. Ndiyo sababu serikali iliona umuhimu wa maadhimisho haya kama jukwaa la kukumbushana wajibu wa kila mmoja katika kumwezesha mwanamke. Sisi Mafia tumeona tufanye leo tarehe sita hii mwezi wa tatu, kwa sababu kilele ni tarehe nane na kitaifa inafanyikia Arusha. Kama ambavyo mnaona Arusha kumenoga, yaani huko wiki nzima hii Arusha ni mwanamke tu. Lakini vile vile kama ambavyo mnajua Mheshimiwa Rais Dokta Samia Suluhu Hassan yeye ni mwanamke lakini vilevile ni rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ni rais ambaye anatazama wanawake kwa jicho pevu kweli kweli. Ni rais ambaye anatatua na anatoa changamoto zote za wanawake ambao zinawakabili katika nchi yetu, na hata kesho kutwa Arusha tutakuwa naye kule, ndugu zangu. Mwaka huu 2025 tunaongozwa na kauli mbiu isemayo wanawake na wasichana 2025, tuimarishe haki, usawa na uwezeshaji. Tumeona juhudi kubwa ambazo anafanya rais wetu mpendwa Dr. Samia Suluhu Hassan kuwakomboa wanawake katika nyanja mbalimbali. Miongoni mwa mambo aliyoyafanya wilayani Mafia kama ambavyo afisa maendeleo ya jamii alisema hapa ni kutoa mikopo eh, ya asilimia kumi am, ya mapato ya ndani ambayo yanatokana ndani ya halmashauri. Lakini vile vile kama ambavyo mnajua, mheshimiwa rais ameanzisha shule za wasichana katika kila mkoa. Ameanzisha shule za wasichana kwa ajili ya mtoto wa kike kwenda kujikomboa eh. Lakini vile vile katika kukomboa huko watakwenda kuacha na kukacha ukandamizaji katika jamii yetu. Lakini pia kama ambavyo mnaona, ameweza kuweka chachu na kuweka hamasa kwa makundi mbalimbali mbali ya wanawake nchini. Wanawake wana makundi mbalimbali ya kujikomboa. Kuna makundi ya wanawake wanajikomboa kiuchumi, kuna ambao wanajikomboa kijamii kuna ambao wapo kwa ajili ya kuhakikisha kwamba ukatili wa kijinsia haufanyiki, lakini kuna makundi ya wanawake ambao wenyewe yanakomboa wanawake kiafya, lakini wanawake kisheria na mambo mengine. Na makundi hayo yote mheshimiwa Rais ameyagusa na ameweza kuyawezesha kwa namna moja ama nyingine. Ndugu zangu, mwaka huu kama ambavyo tunajua wote ni mwaka wa uchaguzi kama ni mwaka wa uchaguzi katika wilaya yetu ya Mafia, niwaombe sana mjitokeze kwanza kwenda kupiga kura, lakini wale wanawake ambao wanaona wana maso za kugombea waende wakachukue fomu za kugombea udiwani, kugombea ubunge. Sawa ndugu zangu? Wanawake oye! Oye! wanawake na siasa safi, safi! Kwa hiyo wale wenye maso za kuenda kwenda kugombea nafasi mbalimbali mbali katika uchaguzi huu mkuu unaokuja, ni waombe mjitokeze kugombea kwa sababu uchaguzi uliopita wa serikali za mitaa tumeona idadi ya wanawake bado ni ndogo sana katika kugombea nafasi za uongozi. Wanawake wenye viti, wanawake ambao waligombea kwa nafasi ya wenyekiti wa kijiji, kwa wanawake ilikuwa chache sana wengi waligombea zile nafasi za ujumbe ndio wengi waligombea pale, lakini tunatamani elfu mbili na ishirini na tisa wajitokeze wanawake wengi kwenye serikali za mitaa wagombee, lakini sasa hivi pia tusiende tu kwenye viti maalum, lakini tunaweza tukagombea kwenye kata na kwenye kwenye jimbo. Ndugu zangu wanawake, kama ambavyo mnajua ukombozi huu wa mwanamke hasa hasa kikao kilifanyika mwaka 1995 walikaa wanawake ulimwenguni na wakajadili mambo mbalimbali ambayo yanahusu wanawake na ukandamizaji wa haki za wanawake, kama ambavyo tumeizungumza na watu wa utangulizi wamezungumza. Na sasa hivi tunasherehekea miaka 30 ya lile azimio la ukombozi wa mwanamke kisiasa, kiuchumi na kijamii. Ndani ya miaka 30 hii tunaona kabisa kwa Tanzania tayari tuna rais mwanamke, makofi kwake. Lakini vile vile ndani ya Tanzania hii, ndani ya miaka 30, tulikuwa na makamu wa rais mwanamke ambaye ndio rais wa sasa, makofi kwake. Kwa lile azimio la mwaka 95 la kumkomboa mwanamke, sisi Tanzania tumeenda kulitekeleza kwa vitendo. Lakini bibi wanawake na uongozi ndani ya hii miaka 30 tumepata maspika wa bunge wanawake tumempata mheshimiwa Ana Makinda na Dr. Tulia Axon, makofi kwao. Lakini tuna wanawake ambao ni majaji na wanawake wengine ambao wapo kwenye nyanja mbalimbali. Ndugu zangu, mpaka tumefikia hapa tumepitia milolongo mikubwa sana, milolongo mingi ya mwanamke kuonekana hafai katika jamii ya mwanamke kuonekana hafai kwenye ngazi ya maamuzi. Mwanamke hafai kusema kusema chochote kwenye ngazi ya familia. Mwanamke alionekana hafai hata kuongoza kwenye nafasi za kisiasa. Lakini vile vile kwa ulimwenguni, tunaona kabisa kuna mwanamke anaitwa Michelle. Huyu Michelle aliongoza Chile 2006 mpaka 2010, alikuwa rais pale, akawa 2014 mpaka 18 alikuwa rais wa Chile. Lakini kuna Margaret Thatcher Huyu alikuwa rais mwaka 1979 mpaka 90. Ana alikuwa waziri mkuu wa Uingereza mwaka 1979 mpaka 90. Najua Uingereza tukisema waziri mkuu mnajua nafasi yake ni ipi. Lakini kuna mwanamke anaitwa Vigdis. Huyu alikuwa Iceland. Huyu aliongoza alikuwa rais mwaka 1980 mpaka 96. Lakini kuna Joyce Banda wa Malawi alikuwa 2012 mpaka 2014. Ellen Johnson ya Liberia elfu mbili na sita mpaka elfu mbili kumi na nane Ameena, yeye yeah, alikuwa Mauritius ambaye alikuwa elfu mbili kumi na tano mpaka elfu mbili kumi na sita Lakini kuna Sahel Zed wa Ethiopia alikuwa elfu mbili kumi na nane mpaka sasa, na Dr. Samia Suluhu Hassan kwa Tanzania ambaye ni rais kuanzia elfu mbili na ishirini na moja mpaka sasa hivi. Makofi kwao hawa wanawake wa nguvu, malkia wa nguvu, wanawake shupavu ulimwenguni. Ndugu zangu, kama ambavyo tu- tumeadhimisha hii siku, tulikuwa tunalialia sana wanawake haki zetu kuporwa, lakini serikali imeweka sera nzuri na imeweka miongozo mizuri ambayo inamlinda mtoto wa kike, inamlinda mwanamke katika mambo